Mara nyingi ndoa za mastaa zimekuwa hazidumu kwa muda mrefu sana, unakuta wanakutana kama leo utasikia mwezi fulani wameshaachana tayari. Sasa hapa nimekuletea listi ya uh, ndoa kumi za mastaa ambazo hazikudumu ndani ya muda mrefu sana zikawa zimeshavunjika. Nitaanza na namba kumi mpaka namba moja, yani nitaanza zile za afadhali mpaka zile ambazo zilidumu muda mfupi zaidi. Listi ni ya mahusiano kumi tu ama ndoa kumi tu za hawa mastaa. Kuna wengine ambao wamejirudia lakini mahusiano tofauti, so yote usijali utapata hapa hapa. Pointi ya msingi ninachokuomba ni unge mkono kwa kutumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe unajiona chini ya hii video. Tazama upande wa kulia chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe fanya kulibonyeza, lakini pia like video. Ukishabonyeza neno subscribe utakutokea kialama cha kengele kibonyeze, utakuwa umetisha kinyamwezi sana kwa kwa kuwa umewasha notification. Mimi nitoka bio official hii ni Bongo Vibe. Twende moja kwa moja mwanzo paka mwisho, kumi, paka mwisho namba moja uweze ukaenda kufahamu yote kwanza. Sasa bila kuchelewa tuanze na namba kumi, na na ambapo hapa tunakutana na Shilole pamoja na Uchebe. Ah, ndoa yao iliweza kudumu ndani ya muda wa miaka miwili tu lakini ilikuwa ni ndoa yenye drama nyingi sana. Kumbuka walikutana mwaka elfu mbili na kumi na nane na, na, na mahusiano yao ilikuja kuisha mwaka elfu mbili na ishirini na, na jinsi walivyokutana ni kupitia marafiki, lakini pia Shilole alivutiwa sana na simplicity ya Uchebe. Kwa hiyo mshasiko akajikuta ame fall in love, lakini chanzo cha kuachana ilikuwa ni dhuluma za kimwili na maneno, lakini pia Shilole alieleza hadharani katika vyombo vya habari kuhusiana na hilo swala. Namba tisa, tunakutana na Diamond Platnumz ambaye wakati huo alikuwa kwenye mahusiano na Tanasha. So, mbatisa ni ndoa ama mahusiano ya Diamond Platnumz pamoja na Tanasha. Yalikuwa ni mahusiano ambayo yalikuwa yamenoga sana na yalikuwa ya moto moto sana mpaka ikafikia hatua wakati wana kolabo ya ngoma kwa sababu alikutana na watu waliokuwa ni wasanii. Mahusiano yao yalidumu kwa takriban mwaka mmoja tu ambapo ilikuwa ni mwaka 2019 mpaka mwaka 2020. Na, na jinsi walivyokutana tunafahamu kwamba by that time Tanasha alikuwa ni radio host wa NRG. Nchini Kenya ni moja ya redio ambayo inapatikana kule nchini Kenya na Diamond alikuwa ameenda kwa ajili ya media tour, na ndivyo ambavyo waliweza kukutana na mazoea ya kanza na mwisho siku wakawa wapenzi. Lakini chanzo cha kuachana ni kutojaliwa na familia ya Diamond, lakini pia tofauti za kiimani na malezi. Tunafahamu ni kama vile familia ya Diamond Platnumz ilikuwa haimchukulii kwa uzito sana Tanasha Donna kama eh, mke wa Diamond Platnumz lakini pia walikuwa na na tofauti na kiimani Diamond ni Muislamu lakini pia Tanasha ni Mkristo so ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu hakuna aliyekuwa tayari kwa ajili ya kubadilisha dini ili mahusiano yaweze kuendelea lakini walibahatika kupata mtoto mmoja tu mpaka sasa hivi Tanasha anamlea vizuri kabisa namba 8 uh, tunakutana na Harmonize pamoja na Kajala Eh, mahusiano yao yalidumu miezi tisa tu ambapo ilikuwa 2021 mpaka 2022 na ishirini na 22. na jinsi walivyokutana ni kupitia marafiki Lakini pia pamoja na gym, tunafahamu Kajala ni mtu wa gym sana, Harmonize anapenda sana gym, so huko gym ndiko ambako mahusiano yalianza, lakini pia chanzo cha kuachana ilikuwa ni skandal za Harmonize uh, kumtaka lakini pia na usaliti mwingi zaidi ambao Harmonize alikuwa anaufanya. Tukija namba saba tunakutana na Wolf Stylish pamoja na Harmonize awamu ya pili, sasa kabla sijaenda awamu ya kwanza. Yaani hii ni baada ya kuwa walipoachana mara ya kwanza e. Mara pili ilikuwa hivi e, waliweza kudumu miezi saba mpaka nane baada ya kuwa wamerudiana. Alafu uh, mahusiano haya yalikuwa ni mwaka 2018 na, na ni baada ya kuwa walivyokuwa wamekutana tena jinsi walivyokutana ni kupitia mahusiano ya wa zamani. Walikutana wakaona okay, wapashe kipolo wakasameana na vitu kama hivyo, mahusiano yao yakawa yamerudi tena, lakini chanzo cha kuachana ni kutokuaminiana, lakini pia Harmonize ni kama vile alishaanza kuanza kumzimia akajala mdogo, mdogo, kile kilichopelekea sasa Wolpa akaona huyu jamaa sija kanitenga. Lakini namba sita tunakuja kukutana na mahusiano hayo hayo ya Harmonize pamoja na Wolpa, lakini hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa ambapo mahusiano ma, ma, ma, haya pia yaliweza kudumu kwa miezi nane tu, ambapo ilikuwa ni mwaka 2016 hii ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa ambapo mahusiano ilianza pale ambapo Wolper aliweza kumsaidia Harmonize na akawa amevutiwa naye na mwisho wa siku mahusiano yakaanza, lakini chanzo cha kuachana ilikuwa ni usaliti, lakini pia dharau baada ya umaarufu wa Harmonize. So inaonekana Harmonize alimdharau sana huyu Wolper na mwisho wa siku jamaa akaona ngoja niachane naye. Lakini mwingine ni mahusiano mengine, ni mahusiano ya Rayvanny pamoja na Paula Kajala. Of course tunafahamu ilikuwa ni moja ya mahusiano ambayo yali take headline kinoma-noma yali make headline kinoma-noma, lakini pia yalifanya watu wengi wakaamini kabisa kwamba hapa lazima kutakuwa kuna ndoa, na wengi hawakuwa wanaamini kwamba ingekuja kutokea Rayvan akaweza kukatisha mahusiano yake pamoja na Paula Kajala lakini ya Mungu mengi na mwisho siku mambo yakawa hivyo. Ilikuwa ni mwaka 2021 na 2022. na moja na elfu mbili na ishirini na mbili na basi mimi ni kwamba Paula ni mtoto. Lakini baada ya muda huo, uh, chanzo cha kuachana uh, zilikuwa ziki mhusisha uh, Rayvan wakati huo wa Paula akiwa akilalamika kivyake lakini pia Rayvan pia alikuwa akilalamika kivyake. Lakini mahusiano mengine ni mahusiano ya Gigy Money pamoja na moja, tunafahamu haya mahusiano yanaweza kudumu kwa takriban miezi sita tu na ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na jinsi walivyokutana walikuwa ni kwenye mazingira tu ya kimuziki, ndipo walipoweza kukutana na mahusiano ya kwanza, lakini chanzo cha kuachana ilikuwa ni migogoro, na mmoja hakuvumilia pia tabia za Gigi mtandaoni. Tutafahamu, Gigi ni mtu wa mambo mengi sana, kiasi kwamba hata ukiwa naye kwenye mahusiano lazima uwe umejiandaa kwa kila hali, kuhakikisha kwamba eh, unaweza kukabiliana na ma, uh, mikiki ya Gigi kwa sababu yeye si mtu mdogo, of course, ana mambo mengi sana mtandaoni. Mahusiano mengine yalikuwa ni mahusiano ya Lulu Diva pamoja na Fred Vunjabei, haya mahusiano ndani ya miezi mitano tu ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na tisa lakini pia jinsi walivyokutana ni kupitia marafiki wa karibu tu. Basi Vinjabea akawa amejichukulia mtoto Lulu Diva na akaishi naye, lakini baada ya muda mfupi mahusiano akaweza kuharibika. Chanzo cha kuachana ilikuwa ni tofauti za mitazamo, lakini pia Lulu eh, alihusishwa na kuwa kwenye mahusiano na wasanii wengine. Hiki ndo kilikuwa chanzo cha Vinjabea akaona, bwana isiwe kesi, ngoja mimi nijitenge nikae zangu pembeni. Nitakuwa nimetisha sana. Mahusiano mengine ni mahusiano ya Wema Sepetu pamoja na Idris Sultan. Eh, mahusiano haya yaliweza kudumu kwa takriban miezi mitano. Pia ilikuwa kitambo kidogo, ni kama mwaka wa elfu mbili na kumi na sita hivi, lakini jinsi walivyokutana ni kwamba ni kwenye industry ya burudani tunafahamu, Idris Sultani kwa wakati huo alikuwa ni mshindi wa Big Brother, na Wema pia alikuwa kwenye moto, kwa sababu alikuwa ni moja ya masta ambao walikuwa wanatikisa sana, kwa sababu yeye ni mwigizaji pia, lakini tunafahamu ni stylist, lakini pia stylish, lakini pia ni ni modo. Usta wao ulifanya wakakutana, na mwisho siku mahusiano ya kanzi. Lakini chanzo ambacho kilipelekea hawa watu wakaachana ni tofauti za kitabia na migogoro ya mara kwa mara na mambo mengine mengi tu yakapelekea wana wakaona sio okay sehemu kwanza, to break uh, to break up sana, kila mmoja endelea na biashara zake. Kabla tujamalizia na namba moja, mimi nakusihi tu kwamba tumia sekunde moja tu, kama ulikuwa bado hujasubscribe basi bonyeza tu neno subscribe, alafu kitatokea kila macho cha kengele utakibonyeza, utakuwa umetisha kwenye mwezi sana, alafu mwisho utaniachia comment yako baada ya kumaliza hii um, countdown utaniambia ni nani ama mahusiano gani mengine ambayo tumeyasahau hatujaweka katika hii hapa listi. Namba moja ni mahusiano ya Gigy Money pamoja na, uh, na Madii. Unafahamu wengi wanaweza kaa hawakumbuki ya mahusiano, lakini walishaikuwa kwenye mahusiano hawa watu. Mahusiano yao yalidumu kwa takriban miezi mitatu tu. Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na nane ambapo hapa sasa walikutana studio, eh, katika harakati za muziki, lakini pia kwenye event mbalimbali, ma, ma, um, ni kama vile ambazo wao alianzaga na mshasho akajikuta ameshaikuwa wapenzi, na chanzo cha kuachana ni kutokuelewana, lakini pia uhusiano ulikuwa haujathibitishwa rasmi, yani ni kama vile walikuwa kwenye plan za kufika hatua ya kwamba waweze kuwa na marriage, lakini bado walikuwa ni kama vile wachumba tu lakini pia uh, ile mikiki, mikiki ya Gigi, na skendo nyingi sana za Gigi zilimfanya Madi akashindwa kuvumilia na mwisho siku mahusiano yake yameshaisha. Sasa ukiachana na haya mahusiano ambayo yamedumu muda mfupi zaidi, tuambie ni yapi ama mahusiano ya star wapi ambayo yaweza pia kudumu kwa muda mfupi zaidi ya haya ambayo mimi nimeweza kutajia kwenye hii list. Komentia kuhusika hapo chini, utanikomentisha sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.